Bona, una nichapa? Bona, una nichapa? Kwa sababu kulikuwa na nabii ambaye maneno yake yalikuwa mazito kama vita. Aliponena, falme zilitikisika na hatima za watu zilielekezwa upya katika nchi nyingine mfalme aliyekuwa amejaa hofu alitembea huku na huku bila kupumzika, kwa sababu watu ambao hakuna taifa lililoweza kuwashinda walikuwa wanakaribia mipaka yake. Na katikati ya hadithi hii anaibuka mhusika asiyeonekana kuwa wa maana kabisa: punda. Hii mnyama wa kawaida aliyezoea kubeba mizigo, ambaye angeuona mbinguni kwa uwazi zaidi kuliko nabii aliyempanda. Hii bila shaka ni mojawapo ya simulizi za ajabu na za kutikisa zaidi katika maandiko, hadithi ambayo Mungu anapindua kila kitu ili kufunua tamaa, kiburi na nguvu isiyoyumba ya baraka yake. Mtu aliyekuwa maarufu kwa kuona ulimwengu wa rohoni alipofushwa kwa muda, hata malaika aliyesimama mbele yake hakumwona. Mnyama wa nyumbani ambaye daima alikuwa kimya, angeongea kwa busara zaidi kuliko nabii aliyejiona bingwa wa kuona. Hapa tutaona kwa nini Mungu alisema hapana na ndio kwa jambo lile lile kwa wakati mmoja. Tutashuhudia wakati ambapo sauti ya mnyama ilivunja kiburi cha mtu, na tutasikia unabii unaovuka karne nyingi na kuishia kwenye nyota juu ya Bethlehemu, ikielekeza kwenye fimbo ya enzi iliyokusudiwa kutawala mataifa. Hadithi ya Balaamu si juu yake tu, ni juu yetu pia. Mara nyingi tunakimbilia fursa, huku tukipuuza onyo. Tunatangaza utii kwa midomo yetu lakini mioyo yetu inatamani ruhusa ya kufuata tamaa zetu wenyewe. Ikiwa hata punda aliweza kuona kile ambacho nabii hakuona, ni mambo gani tunayokosa tunapokuwa na moyo uliogawanyika? Simulizi linaanza na Balaki, mfalme wa Moabu akiwa amezidiwa kabisa na hofu. Kote vilimani uvumi ulienea kama upepo wa moto. Watu wengi walikuwa wametoka Misri na popote walipokanyaga, kuta zilianguka, majeshi yakashindwa na wafalme wakaangamizwa. Umaarufu haukuwa wao bali ulikuwa wa Mungu aliyekuwa akitembea pamoja nao. Akiwa kwenye roshani ya jumba lake, Balaki aliutazama upeo wa macho akiwa na uso uliojaa wasiwasi. Kama mawimbi yanayopiga ufukwe, mahema ya Israeli yalitapakaa, familia zikiwa zimekusanyika karibu na mioto ya kambi, watoto wakikimbia kwenye mchanga, wazee wakisimulia hadithi za kale chini ya anga iliyojaa nyota. Kwa mfalme, taswira hiyo ilikuwa ya kutisha kuliko mikuki na magari ya vita. Ewako wengi sana, alinong'ona kwa pumzi nzito. E, wakitusogelea, Moabu italiwa kama nyasi motoni. Hofu ilimsukuma kufanya uamuzi wa mwisho wa kukata tamaa. Alijua silaha zake haziwezi kupenya ulinzi wa mungu huyo. Alihitaji chombo kingine kisichoonekana, lakini chenye nguvu. Katika ulimwengu wa kale laana zilikuwa na dhamani sawa na mapanga. Mtu mwenye neno sahihi angeweza kuamua ushindi au maangamizi. Na kulikuwa na mtu ambaye jina lake lilitajwa kwa heshima, mshangao na hata tahadhari: Balaamu. Balaamu hakuwa mwonaji wa kawaida. Sifa zake zilivuka mipaka. Alipobariki, ustawi ulitokea; alipolaani, maangamizi alifuata. Wafalme walimtafuta, wakuu walimheshimu. Katika mawazo ya Balaki, kama kulikuwa na mtu yeyote angeweza kuzuia kusonga kwa Israeli, basi alikuwa Balaamu. Mfalme aliamua kulipa gharama yoyote. Alituma wajumbe wakiwa wamebeba ahadi za utajiri, heshima na utukufu. Walivuka tambarare, mito na milima wakiwa na ujumbe mmoja wazi kumleta Balaamu atamke maneno yatakayovunja nguvu za Israeli. Lakini kejeli tayari ilikuwa hewani. Balaki aliwaogopa watu wa Israeli, lakini hakumwogopa Mungu wao. Alidhani dhahabu ingeweza kusogeza kile ambacho mbinguni tayari kimeamuliwa. Alifikiri laana ingeweza kubatilisha baraka iliyotamkwa na Muumba. Hakutambua ukweli rahisi na wa msingi: hakuna kiasi cha pesa, hakuna madhabahu wala sadaka yoyote inayoweza kubadilisha kile Mungu alichokiamua. Hata hivyo, wajumbe wake waliondoka wakibeba kukata tamaa kwa mfalme. Mbali sana, katika nchi yenye utulivu zaidi, aliishi Balaamu nyumba yake ilikuwa rahisi lakini jina lake liliheshimiwa katika majumba ya kifalme. Alijulikana kwa kuunda hatima kwa maneno yake, alitafutwa na watawala, aliogopwa na maadui na aliheshimiwa na nchi jirani. Wajumbe wa Balaki walipofika, bado wakiwa wamefunikwa na vumbi la safari, waliwasilisha ombi la mfalme. Ni e, watu wametoka Misri na sasa wameenea nchi yote. Njoo walaani ili tuweze kuwashinda Mfalme wetu atakulipa kwa utajiri mkubwa. Lilikuwa ombi lenye mvuto mkubwa. Wazo la heshima, mamlaka na hazina lilipita akilini mwa Balaamu, lakini alijua hawezi kutenda bila kumuuliza Bwana. Usiku huo, katika ukimya wa kina, aliomba akitafuta mwongozo. Naye Mungu akajibu bila kusita, wazi kama mchana. he. iusiende usiwalaani watu hawa, kwa maana wamebarikiwa. Hesabu 22 mtari wa 12. Hakuna maneno yaliyo wazi zaidi. Israeli walikuwa chini ya ulinzi wa Mungu, wasioguswa na maneno ya wanadamu au ibada za kipagani. Asubuhi iliyofuata Balaamu akatoa jibu lake: rudini, Bwana hajaniruhusu niende nanyi. Ilionekana sawa, lakini kulikuwa na jambo moja: Balaamu hakusema sababu halisi hakusema kuwa Israeli wamebarikiwa. Hakutangaza kuwa kumpinga aliye juu ni wazimu. Aliacha mlango wazi kidogo. Wajumbe wakarudi kwa Balaki, naye kwa hasira akahitimisha mara moja, zawadi ilikuwa ndogo sana. Ni e, watume wakuu wenye heshima zaidi na ahadi kubwa zaidi. Hapo ndipo pazia likaandaliwa: nabii mwenye moyo uliogawanyika, mfalme aliyejaa hofu, na mbinguni zikitazama tayari kufunua kilichojificha ndani ya roho ya mwanadamu. Wajumbe wa pili walifika nyumbani kwa Balaamu kwa fahari zaidi kuliko wa kwanza. Walikuwa wakuu, watu mashuhuri, wakiwa wamevaa mavazi ya gharama kubwa, wakibeba si maneno tu, bali uzito wa hofu ya mfalme aliyekuwa tayari kufanya lolote. Safari hii hawakutoa tu zawadi, walimsihi: eewe nabii mkuu, usikatae ombi la mfalme wetu. Yuko tayari kukupa heshima kubwa. Taja unachotaka, naye atakupa. Njoo nasi, walaani tu watu hawa wanaotishia Moabu. Maneno yao yalikuwa yamejaa haraka, sifa na ahadi. Ilikuwa kana kwamba Balaki alikuwa akijaribu kununua lisilowezekana. Walipokuwa wakizungumza kitu fulani kilitikisika ndani ya Balaamu. Ujumbe wa kwanza ulikuwa umeamsha mawazo yake, wa pili ukawasha moto aliyokuwa akijaribu kuuficha. Akajibu kwa njia iliyoonekana ya kidini, e, hata kama Balaki angenipa nyumba yake yote iliyojaa fedha na dhahabu, siwezi kufanya chochote ila kile Bwana Mungu wangu anachoniamuru. Ilisikika kama kauli ya heshima, lakini ndani kabisa moto bado ulikuwa unawaka. Kama moyo wake ungekuwa umenyenyekea kweli, angeishia hapo, angewarudisha wakuu hao mara moja. Lakini hakufanya hivyo. Badala yake, akaongeza kaini hapa usiku huu, nami nitauliza tena Bwana aseme nini. Kuuliza tena kwa nini, wakati Mungu tayari alikuwa amesema kwa uwazi kamili? Watu hawa wamebarikiwa, imekwisha. Hakukuwa na nafasi ya majadiliano. Lakini tamaa inapoingia ndani ya roho, daima hujaribu kujadiliana na lisilowezekana. Balaamu alitaka kusikia ndio, na wakati mwingine Mungu ili kufunua kilichofichwa moyoni, huruhusu kile ambacho mtu anasisitiza kukitaka. Usiku huo Mungu akamjia Balaamu tena, lakini safari hii jibu lilikuwa ruhusa na hukumu kwa pamoja. E, ikiwa watu hawa wamekuja kukuita, nenda pamoja nao, lakini utafanya tu nitakachokuamuru. Mungu hakuwa amebadilisha mawazo yake. Israeli bado walikuwa chini ya ulinzi, baraka ilikuwa imara, lakini sasa moyo wa balaamu ungefichuliwa. Kama chuma kinapowekwa motoni kinaonyesha uchafu wake, kuna nyakati mbinguni huruhusu kile ambacho haikubaliani nacho, ili kuangazia kile tunachojaribu kujificha wenyewe. Mlango ulifunguliwa hesi kama kama heshima, bali kama jaribio. Asubuhi iliyofuata Balaamu alikuwa na shauku. Aliamka mapema akampandisha punda wake haraka na akaondoka pamoja na wakuu. Akilini mwake tayari alikuwa anawazia zawadi, heshima labda hata cheo katika jumba la Balaki. Ilionekana kama safari ya mafanikio. Lakini ndani kabisa alikuwa anaelekea kwenye makabiliano. Maandiko yanaelezea wakati huu kwa uzito mkubwa. E, hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alienda. E, Hesabu 22 mtari wa 22. Nabi alidhani anati, alidhani kutembea chini ya ruhusa ya Mungu ni sawa na kutembea chini ya kibali cha Mungu, lakini Mungu aliona kile ambacho Balaamu hakuona, aliona mwelekeo wa moyo wake. Hivyo, Balaamu alipokuwa akisafiri katika mashamba ya Moabu akiwa ameambatana na wakuu waliomheshimu, mbinguni ziliandaa kukutana naye njiani. Njia ilionekana kuwa ya amani, lakini mbele kulikuwa na malaika akiwa ameshika upanga uliofutuliwa, tayari kumzuia nabii aliyedhani anajua kila kitu kuhusu kuona mambo ya rohoni. Lakini Balaamu hakuona chochote; yeye aliyewahi kujivunia ufahamu sasa alikuwa kipofu kwa ulimwengu usioonekana na yule aliyeliona hatari alikuwa yule ambaye Balaamu hakumtarajia kabisa, punda wake. Tukio la kwanza lilitokea kwenye njia pana. Malaika wa Bwana alisimama hapo, upanga mkononi, akizuia njia. Punda alipoona hayo, akageuka haraka, akaingia shambani. Balaamu akiwa ameona aibu mbele ya wakuu, alikasirika sana. Badala ya kutambua kuwa kuna tatizo, akampiga punda. Onyo la pili lilitokea kwenye njia nyembamba kati ya kuta za mizabibu. Malaika alisimama hapo akifunga njia kabisa. Safari hii punda alijibana ukutani ili kumkwepa malaika, na mguu wa Balaamu ukabonyezwa kwenye jiwe. Nabii akiwa na maumivu na hasira akampiga punda tena. Tukio la tatu lilitokea mahali palipokuwa nyembamba sana kiasi kwamba hapakuwa na nafasi ya kugeuka. Malaika alisimama hapo, upanga wake ukiangaza kwa kutisha. Punda akiwa anatetemeka akaanguka chini chini ya Balaamu. Balaamu akiwa amepofushwa na hasira akampiga punda mara ya tatu. Mara tatu za kugeuka. Mara tatu za onyo. Mara tatu za rehema ya Mungu. Lakini Balaamu hakutambua hata moja. Ndipo likatokea jambo lisilotarajiwa la ajabu, lisilowezekana kwa akili ya mwanadamu. Bwana akaufungua mdomo wa punda. Hesabu 22 mtari wa 28, punda akasema eh, kwa nini umenipiga mara hizi tatu? Mnyama wa kawaida mnyenyekevu na aliyekuwa kimya, sasa alikuwa akimuuliza nabii kuhusu tabia yake isiyo na akili na Balaamu akiwa amezama kwenye hasira akajibu bila hata kutambua ajabu ya tukio hilo, e, kwa sababu umenidhihaki. Laiti ningekuwa na upanga mkononi, ningekuwa sasa hivi. Punda akajibu kwa mantiki rahisi, e, je, mimi si punda wako uliyempanda tangu mwanzo hadi leo? Je, nimewahi kukutendea hivi kabla? Balaamu akinyamazishwa na hoja ya punda akasema e, hapana. Ndipo Mungu akamfungua macho ya Balaamu, akamwona malaika wa Bwana akiwa amesimama njiani, upanga mkononi. Hofu ikamjaa moyoni, akaanguka kifudifudi chini. Malaika akasema, e, kwa nini umempiga punda wako mara hizi tatu? Nimekuja kukuzuia, kwa sababu njia yako si sawa mbele zangu. Punda aliniona na akageuka mara hizi tatu kama asingefanya hivyo, ningekuwa wewe na kumwacha yeye hai. Kejeli ilimwangukia Balaamu kwa nguvu. Nabii kipofu, punda mwenye kuona, mtu aliyepaswa kumsikiliza Mungu akipuuza onyo wazi mara tatu, mnyama aliyekuwa kimya siku zote sasa akiwa kinywa cha Mungu. Akitetemeka, Balaamu akakiri ni nimetenda dhambi, sikujua kuwa umesimama njiani kunizuia kama jambo hili halikupendezi nitarudi. Lakini amri ilikuwa rahisi na thabiti: enenda pamoja na watu hawa, lakini useme tu nitakachokuamuru. Hivyo Balaamu akaendelea kuelekea Moabu, isi tena kama nabii mwenye kujiamini, bali kama mtu aliyekuwa karibu sana kuangamizwa na Mungu mwenyewe. Na kile kilichomngojea katika vilima vya Moabu kingekuwa cha kushangaza zaidi. Msafara ukaingia katika nyanda za juu za Moabu. Upepo wa moto ulibeba harufu ya vumbi na hofu. Balaki alikuwa hana amani, akiteketezwa na woga tangu aliposikia kuwa Israeli wanakuja. Balaamu alipofika, mfalme alimchukua haraka hadi mahali pa juu ambapo kambi yote ya Israeli ilionekana ikitandazwa kama bahari nyeupe chini ya jua. Ilikuwa taswira ya kutisha. Kwa Balaki ilikuwa tishio, kwa Mungu ilikuwa ahadi iliyotimizwa. Balaki alikuwa ameandaa madhabahu saba. Ng'ombe saba na kondoo dume saba walitolewa sadaka. Alidhani ibada ingeweza kumbadilisha Mungu, kana kwamba Bwana anasukumwa na moshi na damu. Akamwambia Balaamu kwa matumaini makubwa, sasa walaani watu hawa kwa ajili yangu. Balaamu akiwa bado anatikiswa na tukio la malaika akaenda pembeni kumtafuta Bwana. Neno la Mungu likaja imara, wazi, lisilobadilika. Aliporudi, Balaki alitarajia pigo kubwa dhidi ya adui zake. Lakini alichosikia kilikuwa kinyume kabisa. Balaamu akatangaza kwamba hawezi kumlaani mtu ambaye Mungu hajamlaani na hawezi kubatilisha baraka ya Bwana. Akaeleza kuwa Israeli ni taifa lililotengwa, linalolindwa na lililochaguliwa. Balaki akashika kichwa chake kwa hasira, i e, umenifanyia nini? Nilikuleta waapize adui zangu, lakini umebariki tu. Balaamu akajibu kwa utulivu nje, si lazima ninenene tu kile Bwana anachoweka kinywani mwangu. Ukweli ukadhihirika wazi. Mungu akibariki, hakuna nguvu ya kibinadamu inayoweza kubatilisha, si dhahabu, si madhabahu wala si kukata tamaa. Lakini Balaki hakukata tamaa, alimpeleka Balaamu mahali pengine akitumaini kubadilisha matokeo. Tena madhabahu saba, tena sadaka saba, tena matumaini yasiyo na msingi. Mara hii Balaamu hakutafuta ishara wala hirizi Roho wa Mungu akamjia moja kwa moja, na maneno yaliyotoka kinywani mwake yakageuza tukio hilo kuwa alama ya milele katika historia ya Israeli. Balaamu akatangaza kwa sauti kuu, E Balaamu mwana wa Beori anasema, anasema mtu ambaye macho yake yamefunguliwa, anasikia maneno ya Mungu, anaona maono ya Mwenyezi, huanguka chini katika hali ya rohoni, lakini macho yake yako wazi Sauti yake ilisambaa milimani ikiwa nzito na imara, imejaa mamlaka ya mbinguni. Mahema yako ni mazuri sana, e Yakobo, makao yako e Israeli ni kama mabonde yaliyonyooka, kama bustani zilizo kando ya mto, kama miti ya udi aliyopanda Bwana, kama mierezi iliyo karibu na maji. Haya yalikuwa mashairi ya mbinguni, maono ya utukufu wa baadaye wa Israeli, ufunuo uliokusudiwa kuvuka vizazi. Maji yatatiririka kutoka kwenye ndoo zao, wazao wao watakaa karibu na maji mengi. Mfalme wao atakuwa juu kuliko Agagi, na ufalme wake utainuliwa sana. Mungu aliwatoa Misri, wana nguvu kama nyati wa porini, wataangamiza mataifa ya adui watavunja mifupa yao na kuwachoma kwa mishale. Wanakaa chini kama simba, kama simba jike, ni nani atakayewachokoza? Wabariki wao ni wale wanaowabariki, na wanaowalaani wamelaaniwa. Hii ilikuwa sauti ya agano la Ibrahimu likivuma juu ya Moabu, ilikuwa mbinguni ikijibu kukata tamaa kwa mfalme kwa udhabiti wa ahadi ya milele. Balaki akapoteza kabisa udhibiti, akapiga makofi kwa hasira. I, inatosha! Alipiga kelele. E, nilikuita uwalaani adui zangu, lakini badala yake umewabariki mara tatu. Nilikuwa tayari kukuheshimu, lakini Bwana amekuzuia. Balaamu akamtazama hesi, kwa kiburi, bali kwa uhakika usiotikisika nje sikuambia wajumbe wako tangu mwanzo kwamba nitasema tu yale Bwana anayoniamuru. Lakini hadithi haikuwa imeisha. Roho wa Mungu bado alikuwa na neno la mwisho, unabii ambao ungepita Moabu, ungepita Balaamu na kuwa tangazo la milele la Masihi. Kitu kikubwa zaidi kilikuwa karibu kufunuliwa. Hasira ya Balaki ikawaka kama moto katika shamba kavu. Alijaribu mara tatu akashindwa mara tatu. Alijenga madhabahu mara tatu akatoa sadaka mara tatu, na mara tatu akasikia baraka badala ya laana. Lakini Balaamu akiwa chini ya roho wa Mungu, alikuwa bado hajasema unabii wa mwisho. Ukimya ukaanguka kati ya milima. Balaamu akainua macho yake tena, sasa si kuelekea tu kambi ya Israeli, bali mbali sana, hata kuvuka wakati. Akasema, Balaamu mwana wa Beori anasema, anasema mtu ambaye macho yake yamefunguliwa, anasikia maneno ya Mungu, anayejua mawazo ya aliye juu, anaona maono ya Mwenyezi, huanguka chini, lakini macho yake yako wazi. Maneno yalivuma kama radi ya mbali, yakitayarisha dhoruba ya kinabii. Ni namwona, lakini si sasa. Namtazama, lakini si karibu Nyota itatokea katika Yakobo. Fimbo ya enzi itainuka katika Israeli. Atavunja paji la uso la Moabu na kuangamiza wana wote wa Shethi. Uso wa Balaki ukabadilika, kukata tamaa kukageuka kuwa hofu. Unabii ulizungumza moja kwa moja juu ya Moabu. Hatima yake ilikuwa ikitangazwa na yule yule nabii aliyemlipa ili amdhibiti Mungu. Lakini unabii ukaendelea. Edomu itashindwa. Seiri itaanguka mbele yake. Israeli itatenda kwa ujasiri. Kutoka kwa Yakobo atatokea mtawala atakayewaangamiza waliosalia wa miji. Maneno yakagonga milima kama mishale iliyopigwa kuelekea siku za baadaye. Balaamu, aliyewahi kushawishiwa na dhahabu, sasa alikuwa akitangaza kuinuka kwa mfalme asiyeweza kununuliwa, kuajiriwa, kupotoshwa wala kuzuiwa. Nyota na fimbo ya enzi zilielekeza waziwazi kwa Masihi. Kane nyingi baadaye, watu wenye hekima kutoka mashariki wangeona nyota isiyo ya kawaida angani na kuifuata hadi Bethlehemu, bila kujua kuwa walikuwa wakirudia maono ya yule nabii mwenye moyo uliogawanyika aliyeitwa Balaamu. Kejeli ilikuwa kubwa sana, nabii aliyekaribia kuanguka kwa tamaa alimwelekeza ulimwengu kwa mfalme asiyeweza kusukumwa na mali. Mfalme aliyedhani anaweza kununua laana alisikia unabii wa anguko lake mwenyewe. Taifa ambalo Balaki aliogopa ndilo lingemleta mwokozi. Balaki akiwa ameaibika hakuweza kufanya chochote. Utajiri wake ulishindwa. Madhabau yake yalishindwa. Msisitizo wake ulishindwa. Kile alichojaribu kupata kwa dhahabu kikawa hukumu juu ya nchi yake. Kwa Balaamu unabii ulikuwa utukufu na onyo kwa pamoja. Alitamka maneno yaliyokuwa makubwa kuliko yeye mwenyewe. Alikuwa kinywa cha Mungu, lakini bado alikuwa mtu dhaifu ambaye baadaye angeanguka kwa tamaa ile ile ya mali iliyowahi kuwasha moyo wake. Huu ni ukumbusho mzito: hukuona mambo ya rohoni bila utii ni bure. Mtu anaweza kuzungumza kwa hekima kubwa na bado akaanguka kwa tamaa lakini unabii ulibaki dhabiti, kwa sababu kile Mungu anachoamua hakuna anayeweza kukibatilisha. Hadithi inaisha Balaamu akiondoka na Balaki akirudi kwenye jumba lake akiwa ameshindwa, si kwa upanga, bali kwa neno la Mungu. Nyota na fimbo ya enzi zilikuwa zimetangazwa, na hakuna kitu duniani kingeweza kuzuia kutimia kwake. Somo lilichoma kama moto njiani: nabii mwenye mwenye tamaa, mfalme mwenye hofu punda aliyeona yasiyoonekana, malaika mwenye upanga uliofutuliwa, na sauti ya Mungu ikivunja kiburi cha mwanadamu. Yote haya yanafunua ukweli usiobadilika: hakuna anayeweza kubadilisha kile Mungu amekibariki. Balaamu alijaribu kuendesha mbinguni, akapata hukumu. Alijaribu kuwalaani Israeli, akatangaza baraka. Alijaribu kumpinga Mungu, akamtangaza mfalme wa mataifa yote. Kadiri upinzani ulivyoongezeka ndivyo ilivyodhihirika zaidi ni nani alikuwa na mamlaka ya kweli. Na kwetu sisi kio kiko wazi. Ni mara ngapi tunakuwa kama Balaamu tukiomba ruhusa ya Mungu huku mioyo yetu ikikimbiza kitu kingine? Ni mara ngapi tunasukuma njia ambazo Mungu tayari amesema hazitafanikiwa? Punda aliona kile ambacho nabii hakuona. Sauti isiyotarajiwa ikawa chombo cha marekebisho. Hadithi ya Balaamu inatuacha na masomo mazito yanayogusa mioyo yetu hadi leo. Inatufundisha kwamba hakuna mtu nguvu wala hali yoyote inayoweza kubadilisha kile Mungu amekibariki. Mwanadamu anaweza kupanga, kununua au kushinikiza, lakini neno la Mungu linasimama milele. Tunajifunza pia kwamba kuona mambo ya rohoni bila utii ni hatari. Balaamu alikuwa na macho ya kuona maono, lakini moyo wake ulivutwa na tamaa. Hii inatukumbusha kwamba Mungu hataki tu midomo inayozungumza ukweli, bali mioyo inayotii. Ni bora kuwa na utii mdogo kuliko kuwa na karama kubwa bila uaminifu. Hadithi hii inatufundisha unyenyekevu. Wakati mwingine Mungu anaweza kutumia chanzo kisichotarajiwa kutuonya, kuturekebisha au kuturudisha kwenye njia sahihi na zaidi ya yote inatuonyesha kwamba mpango wa Mungu hauwezi kuzuiwa, iwe ni kupitia nabii, mfalme au hata punda, mapenzi ya Mungu yatatimia. Na mwisho kabisa, unabii wa nyota na fimbo ya enzi unatuelekeza kwa Kristo, mfalme wa kweli ambaye ufalme wake haujengwi kwa dhahabu wala hofu, bali kwa haki, upendo na ukweli wa milele. Asante kwa kutazama video hii. Kama ujumbe huu umekugusa moyo wako huu. Tafadhali penda video hii. Tuandikie kwenye sehemu ya maoni ulichojifunza, na andika pia unatazama ukiwa wapi, na jisajili kwenye channel kwa video zaidi za mafundisho ya Biblia yanayojenga imani. Baraka tele na tuonane kwenye video inayofuata. Shalom.